Basi uh, juzi juzi nilikuwa katika ofisi za makao makuu ya chama tawala hapa Uganda, kinaitwa National Resistance uh, Movement. Basi tumekaa pale tunamsubiria mkubwa mmoja kuzungumza naye kidogo, wakapita ofisa mwingine pale, katukuta akaanza kutusalimia, so nilikuwa wa kwanza pale nikajitambulisha, anaitwa Sami, natoka Tanzania. Reaction yake ya kwanza kabisa, ujibu lake la kwanza kabisa akasema, ah, nyie ndio mlioua watu juzi hapa eh?" ah, unajua zile... kwa sababu tuko kama watatu wanne hivi, alivyomaliza tukusema vile, akapita akaendelea kusalimia wengine ah. <laughs> Unajua ni, ni kama vile it's either, alikuwa hata hataki maelezo kwamba ilikuwaje, lakini ni zile moments ambazo You can't even stop him ukamwambia no, no, no, no, no. Listen, that's not what happened. Uh, sijui kaanza kuelezea oh, kuna kundi hili la watu, kuna huyu kaka hapa, huyu kafanya hichi, huyu alifanya hichi. Amna, ameshasema alichokisema, amesema anachokiwaza, akaendelea na shughuli zake, wengine akapita akaendelea huko. Eh, menifikirisha sana kwamba hii, huu ndio utambulisho wetu sasa kwamba watu wengi waliuawa tena, sio hivyo tu. Kwa maneno ya huyu bwana ni kwamba sisi tumeua watu wengi sana, which hakukosea, wahusika tu. Sasa hapo ndio kidogo tunatofautiana. Anyways, I hope mwaka unaendelea vizuri <laughs> cheers.